Kina mama oye oh yeah! Kina mama mpo uh -oh! Haleluya! Karibu mama mchungaji Bela, piga uh -oh, makofi kwa ajili ya mnenaji wetu wa siku ya leo

Asifiwe sana kanisa. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa kibali cha Mungu alichonipa kusimama mahali hapa kwa wakati huu na majira haya, lakini pia napenda kumshukuru Baba Askofu pamoja na wachungaji wetu pamoja na mama yetu askofu akiwa ni mkuu wa baraza la wamama na akiwa ni mkuu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe! Kwa majina yangu nakwenda kujitambulisha, na hisi kuna wengine hamnijui kwa jina, mmezoea mama mchungaji ya Bera. Bwana Yesu asifiwe! wangapi mnanijua kwa jina langu? Ah, mnijui jina langu, naitwa Flora Felicia Nikajuna. Bwana Yesu asifiwe. Ni mama wa watoto wanne AKA, unaweza ukaniita mama mchungaji ya Abela. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niombe kwa ajili ya ujumbe mfupi ambao Mungu ameweka ndani yangu. Mungu Baba, katika jina lako Yesu Kristo mfalme, Mungu wetu uliye hai, ninakushukuru kwa wakati huu na majira haya, Baba yangu wa mbinguni, kwa kibali hiki ambacho umenipa kusimama mahali hapa, nasema asante, kwa kuwa nimesimama mahali hapa sio kwa akili zangu wala sio kwa nguvu zangu, ni kwa neema yako Bwana, ni kwa kuwa umenichagua kusimama mahali hapa naomba Mungu kanitumie sawa sawa na mapenzi yako, lakini tazama na kabidhi kanisa hili mikononi mwako, kila mmoja. Mungu wangu liai Baba, na nameweka mkononi mwako. Naomba Mungu ukapate, ku, ukapate kushikilia ufahamu wa kila mmoja na akili zake, lakini pia Mungu kampe neema ya kupokea kile ambacho umekiweka mbele yake. Nikisimama kinyume na roho zote za usingizi, nazo zisipate kibali kwa wakati huu Mfalme. Asante Baba, Roho Mtakatifu, na kwenda katika neno ambalo Mungu umenipa, naomba Mungu likapate kusikika mioyoni mwa watu ama moyoni mwa mtu uliyemkusudia, na likatende kazi sawasana mapenzi yako katika jina la Yesu naomba nakuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Nakwenda katika ujumbe ambao Mungu amenipa mdogo ama mfupi. Naomba uchukue biblia yako uchukue peni yako. Sina uzoefu katika kufundisha bali, naomba ukawe na utayari wa kupokea kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe, naomba nikasome kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa pili mpaka wa nne. Bwana Yesu asifiwe, na kwenda kusoma neno la Mungu kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali mbali. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa neno hili ambalo nimelisoma katika kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa pili mpaka wa nne Naomba niweze kufafanua kidogo maana ya majaribu. Somo nimesema kichwa cha somo kinaitwa majaribu. Neno majaribu katika Biblia huwa na maana kuu mbili. Namba moja, kujaribiwa ili kupimwa uwezo au upungufu wa mtu au kitu na hii hutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii tunajifunza ya kwamba kuna majaribu yanatoka kwa Mungu, anaruhusu. Bwana Yesu asifiwe. Namba mbili yake, maana ya pili ni ile kujaribiwa ili kupoteza kile ulichokuwa nacho kwa njia ya uovu, na hii utoka kwa Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa majaribu unaweza ukakuta, unapokutwa na majaribu, unapo Unaweza kuachilia imani yako ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Au unaweza kushindwa kusoma hata neno. Bwana Yesu asifiwe. Naomba katika somo ambalo tunajifunza majaribu, kuna pointi ya kwanza, kujaribiwa na Mungu. Watu wanaweza kupima uhalisi wa chuma, shaba, fedha au dhahabu kwa njia ya kuviweka katika moto kusudi kuondoa uchafu takataka, ili kitu halisi kibaki. Bwana Yesu asifiwe. Tunapopita katika majaribu, lengo la Mungu wetu aliye hai, anataka kututengeneza, anataka ondoe makorokoro yaliyoko ndani yako. Anataka ondoe takataka ambazo yawezekana hata tangu wen, wengine ua, umeokoka au wameokoka, kuna takataka ambazo bado zilikuwa ziko ndani yako, umezishikilia. Sasa Yesu anaporuhusu majaribu juu yako ni ili uweze kuwa mtu halisi ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe bii yake kadhalika, Mungu upima mtu wake kupitia mateso, shida mbalimbali mbali, ili kufunua imani halisi ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana kuna mtu unapitia katika mateso unayo imani ya Kristo ndani yako. Lakini umefika mahali ukaona kama imani haina maana ukaona kama Yesu hawezi ndani yako. Nikirudi katika hii neno la Mungu ambalo tunajifunza ya kwamba Mungu ufunua imani halisi ndani ya mtu, ina maana unapopita katika majaribu, Mungu anataka kuifunua imani yako, ukapate kujulikana ya kuwa we ni mtu wa imani gani. Maana kuna watu wakipita kwenye majaribu wanaweza kujichanganya, ndio tunasikia kuna wengine alikuwa ni mwana BCIC, lakini utamsikia yuko kwenye mafuta, utamsikia yuko kwenye zabibu, utamsikia yuko kwenye kula ndizi ili apate kufunguliwa. Lakini tulio imani ndani ya Kristo Yesu, sisi tunafunguliwa na Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu Kristo ndiye anayetuvusha katika haya majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba, kama ni mtu ambaye, naendelea kuandika, tunakwenda katika point namba mbili. Tunajifunza nini katika kujaribiwa na Mungu? Yesu ndiye kielelezo tosha kwetu kwa kujaribiwa kwake katika mwili na akashinda. Bwana Yesu asifiwe. Naamini watumishi wa Mungu ama mtumishi wa Mungu uliye kuwepo mahali hapa ni msomaji wa neno mzuri. Tunaona kabisa sisi wote tumefika mahali hapa, chanzo chetu ni Kristo Yesu aliyetuokoa katika dhambi lakini katika kutuokoa kwake kwa kwa kwa kwa katika dhambi tunaona kabisa alipita katika majaribu, lakini yeye alishinda. Bwana Yesu asifiwe. Naomba twende katika kujifunza kujif tunajifunza nini katika kujaribiwa na Mungu, na kwenda katika point namba mbili, ama unaweza ukaandika namba mbili: usiogope kujaribiwa na Mungu, maana ni sehemu salama Bwana Yesu asifiwe. Kumbe wakati mwingine ni Mungu anaruhusu sisi tunajaribiwa. Unapojaribiwa usiogope, ujue kabisa wewe ni mtu wa thamani. Mungu amekuamini ya kuwa wewe unaweza, na ndiyo maana akaruhusu majaribu juu yako, akiamini ya kuwa utashinda. Bwana Yesu asifiwe, naomba twende tukaangalie kipengele cha tatu katika kujifunza katika kujaribiwa na Mungu. Kuna mambo mazuri ambayo Mungu ameyaweka mbele yako baada ya kupita katika majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Unapopita katika majaribu, usiiache imani yako, usifike mahali ukazimia moyo mpendwa, maana Mungu yako mambo ambayo ameandaa mbele yako. Unapoona unapita katika changamoto nzito, unapita katika jaribu zito, unaona hakuna mlango wa kutokea Ujue kabisa mbele yako iko neema yako, mambo mazuri ambayo Mungu ameyaweka. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda katika point namba tatu katika somo letu ambalo linaitwa majaribu. Point namba tatu, wakati wa kujaribiwa ufanye nini? Katika kujaribiwa tunatakiwa ei, hey, kustahimili, kukubali, kukubaliana na hali ngumu unayopitia bila kulalamika kwa wanadamu, hata kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisome kitabu cha Yakobo sura ya kwanza na mstari wa kumi na mbili. Kama ni wa, mtu wa kuandika, naomba uandike neno la Mungu linasema heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukabiliana ataipokea taji ya uzima Bwana aliyoiahidia aliyowaahidia wa, wa mpendao. Mtu ajaribiwapo, ajari asiseme najaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi, hawezi kujaribiwa na, na maovu, wala mwenyewe u, amjaribu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kabisa tunapokuwa katika majaribu tunatakiwa kuwa ni watu ambao tunaweza kustahimili yale majaribu yetu. Usiwe ni mtu wa kulalamika, unatakiwa kuwa ni mtu wa kumwomba Mungu na kumtegemea Mungu. Usilalamike kwa mwanadamu na wala usimlalamikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika kulalamika, wengine wanajikuta wameanguka, wapendwa ama mpendwa. Bwana Yesu asifiwe, naomba niende nimalizie katika hii pointi ya tatu. Yesu alistahili mateso, aibu bila kulalamika. Bwana Yesu asifiwe. Na maana na sisi tunajifunza kuto kulalamika kutoka kwa Yesu Kristo mwenyewe. Alikuwa anaweza kukataa na wala sio kulalamika tu, bali angeweza kukataa, bali aliweza kustahimili yale mateso hili mimi na wewe tupate kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba twende katika katika hiyo pointi ya tufanye nini wakati wa kujaribiwa, namba B, au unaweza ukaandika namba namba mbili B, kuwa na imani kwa Mungu. Ni mwaminifu Mungu hato kuacha ujaribiwe zaidi ya uwezo wako. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza ya kwamba Mungu wetu anapolileta jaribu kwako anaku, anakupa jaribu ambalo anaona wewe unaliweza. Mimi binafsi siweze kubeba jaribu la mama askofu, ama wewe inawezekana usilibebe jaribu langu na mimi naweza nisilibebe jaribu lako, lakini unapoliona jaribu limekuja kwako Tambua kabisa we unaliweza, na mungu ameliruhusu, akikuamini mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana, amina. Naomba tuende katika sehemu ambayo tunakwenda sehemu ya tatu, au unaweza ukaandika C. Si. kuwa mwaminifu Andika kuwa mwaminifu. Tunakwenda kusoma kitabu cha Ufunuo sura ya pili mstari wa kumi. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu katika Ufunuo sura ya pili na mstari wa kumi linasema usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawapa baadhi yenu, atayawe, ata, atawaweka, atawatupa baadhi yenu gerezani mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi. Huwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunaona kabisa kuna watu yawezekana huko kwenye gereza la mateso huko kwenye gereza la majaribu, lakini tunaona Mungu anatuambia tuwe waaminifu mpaka kufa. Na kuna wengine unakuta yawezekana una mtoto anataka kwenda shule, wakati huo unataka kumpeleka mtoto shule, huyo mtoto yeye shule hajachaguliwa, wanakwambia ili uweze kumleta mtoto wako mahali hapa unatakiwa utoe rushwa labda laki mbili na wewe mtumishi wa Mungu unakwenda kutoa ile laki mbili Ujue kabisa umeshindwa. Sisi tunafundishwa kwamba tunatakiwa tuwe waaminifu mpaka kufa, na unapoambiwa jambo hilo, mtumishi wa Mungu, na wewe unatakiwa ukatae kwa kuonyesha uaminifu wa Kristo aliyoweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Naendelea katika kuwa na uaminifu neno na, naendelea katika somo la uaminifu linasema: linda sana moyo wako, uwe safi, manunguniko ndani ya moyo wako usiruhusu, uovu uchukue nafasi wakati wa kujaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine mwingine anapopitia katika majaribu, mtu anakuambia ili niweze kuondoa mawazo, anarudi kule duniani alikotoka. Aliwahi kuwa mlevi wakati ule Hali wa pombe haliwahi kuwa mvuta sigara wakati ule. Pale anapopita katika majaribu anakwambia, anaamua avute sigara ili aondoe mawazo, au anaamua kunywa pombe ili aondoe mawazo. Wakati huo angelisoma neno la Mungu lingeweza kuondoa mawazo ndani ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika somo waminifu tunajifunza kwa mtumishi wa Mungu Ayubu. Kwa mtumishi wa Mungu tunaona ya kuwa mke wake na ndugu zake wote waliyari, walijaribu kuharibu hali ya moyo wake Ayubu, lakini Ayubu, ha, Ayubu hakukubali, aliendelea kuweka moyo wake kuwa safi mbele za Mungu. Naomba kama ni mwandikaji na kama utaweza kusoma nisome kidogo kwe, kwa Ayubu ili kusudi uweze kuamini vile ambavyo Ayubu naye halikuwa ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenda kusoma kitabu cha Ayubu sura ya pili mstari wa 13 wa kumi na moja mpaka wa kumi na tatu. Bwana Yesu asifiwe, nasoma kama ilivyoandikwa: Basi ikawa hao marafiki watatu wa Ayubu walipopata habari ya mabaya hayo yote yaliyomfikia wakaja kila mtu kutoka mahali pake, nao Elifazi Mtemani na Bildadi bi mshu, mshui na Sofari Mnaamathi wakapatana pamoja ili waende kumfariji Ayubu na kumtuliza moyo. Basi walipoinua macho yao, wakiwa bado kwa mbali, wasimtambue wakainua sauti zao na kulia, kila mmoja akararua joho lake, wakarusha mavumbi juu ya vichwa vyao kuelekea mbinguni. Kisha wakati wa, kisha wakaketi aridhini pamoja naye pamoja naye muda wa siku saba mchana na usiku, wala hapa hapana mmoja aliyenena naye neno lolote, kwa maana waliona kuwa mashaka yake yaliyonayo ni makuu mno. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza kwamba hapa ndugu zake Hayubu pamoja na mke wake waliona kuwa ana mashaka, lakini lengo lao ilikuwa ni kufanyaje? Kuharibu kuharibu hali ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda katika uaminifu, kinachotakiwa maombi. Usiache kuomba wakati wa kujaribiwa. Bwana Yesu asifiwe usiache kuomba wakati wa kujaribiwa. Mfano Danieli aliomba wakati wa kujaribiwa kwake. Unaweza ukaandika Danieli sita mstari wa kumi ama tunaweza kusoma ili ukapate kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome Danieli sita mstari wa kumi, nao nasema hivi: hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani kwake, na madirisha katika, katika nyu, chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kuelekea Yerusalemu, akapiga magoti mara saba, mara akapiga magoti mara tatu kila siku akisali akashukuru mbele za Mungu, akashukuru mbele za Mungu wake kama ilivyokuwa akifanya tokea hapo mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunapopita katika majaribu tunatakiwa kuwa ni waombaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunajifunza kwa Hana. Hana naye tunajua kabisa kama we ni msomaji wa neno la Mungu katika Samweli Sura ya kwanza mstari wa nane na wa kumi na tano unaweza ukajisomea. Hana tunajua kabisa alikuwa ameolewa akiwa na mwenzake Penina. Penina alibahatika kupata watoto, lakini Hana alikuwa bada hajapata watoto. Lakini tunaona kabisa tumbo la Hana alilifunga Mungu mwenyewe kwa kuangalia, kwa ku, yani, ikiwa ni kipimo cha moyo wa Hana. Lakini tunajifunza kwa Hana alikuwa akidumu katika maombi na mwisho wa siku Mungu alimpatia mtoto ambaye ni Samuel. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa kuomba watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Narudi kwa Yesu mwenyewe, Getsemane aliomba sana alipokuwa akikabiliana na jaribu. Hii naomba tusome katika Mathayo 26 39 mstari wa 44. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 26:39 mpaka 44. Na naomba niende nikasome kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema hivi, nitaanzia mstari wa 36 baada ya 39. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani iitwayo itwayo Getsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkakeshe pamoja nami akaendelea mbele kidogo akaanguka kifudifudi akaomba akisema Baba, ya, Baba yangu ikiwezekana kikombe hiki kiniondokee kini lakini wanafunzi wake akawakuta wamelala. Akawaambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Haka, mstari wa 41 akasema, kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iko lazi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda akaenda tena mara ya pili akaomba akisema, haka, baba yangu ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniondokee, nisipokunywa mapenzi, ya, is, ispoku, nisipokunywa mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena akawakuta wamelala maana macho yao yalijawa na usingizi. Akawaacha tena akaenda akaomba mara ya tatu akisema maneno yale yale. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza kwa Yesu mwenyewe kuwa ndiye kielelezo cha maombi. Tunaona kuwa wanafunzi wake walisongwa na roho ya usingizi, lakini yeye aliendelea kuomba. Na sisi natupasa kuomba kama ni mwanafunzi wa Yesu basi una, inatupasa kuomba kama Yesu alivyoomba. Mtoto wa Mungu, wewe mama, wewe baba, unatakiwa kuomba kama Yesu alivyoomba. Bwana Yesu asifiwe. Naomba twende katika pointi ya nne, na hii pointi ya nne ni faida za kujaribiwa. Kama ni mtu wa kuandika, andika faida za kujaribiwa. Ei hey, kuwa safi, kuondoa yasiyofaa ndani yako nilishagusia huko nyuma. Ukishaokoka unatakiwa kukaa safi, unatakiwa kuishi maisha safi. Sisi hatutaki kujichanganya, sisi tunaingia katika mafundisho mahali hapa. Tunamshukuru Mungu ametupa wa watumishi wazuri, tunaingia katika mafundisho na tunajifunza katika maeneo mengi, lakini bado sisi watoto wa Mungu, huko mtaani kuna watu, unakuta mtu anajichanganya, wakitangaza arobaini na ye yupo wakitangaza ngoma na yeye yupo, tambua kabisa uwe, moyo wako hauwezi kuwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Una marafiki ambao wajaokoka